Mtazamaji wa Tanzania Eye TV hujambo, lakini kabla ya taarifa hizi za ndani na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele, ikiwa wewe ni mgeni kwa kutembelea mtandao ambao unatoa siri zote pindi tunapozipokea, na mtandao huu wa Tanzania Eye TV unahakikisha mmepata habari ambazo ni za ukweli. Ukumbuke kusubscribe vile nilivyowaambia na kuna alama ya like hapo chini ukaweze kuiponyeza. Sasa kuna taarifa za ndani ambazo zimetufikia katika meza yetu ya utangazaji, wakati tunapopeperusha matangazo haya kutoka eneo hili la Mbeya nchini Tanzania, kuna siri nzito ya makamu wa rais wa sasa katika taifa letu la Tanzania, Emmanuel Nchimbi, njama ya kumfukuza katika nafasi ambayo anashikilia kubwa zaidi katika taifa letu la Tanzania, ili aondolewe na mtoto wa Samia Suluhu Hassan akaweze kuchukua nafasi hiyo hizi taarifa ni za ndani ambazo zimeweza kutufikia katika ukumbi wetu usiku ya leo, na tukaona ni vizuri tukaweze kuangazia habari hizi ambazo ni za kutisha zaidi, haswa katika taifa hili letu la Tanzania. Sasa habari hizi za ndani zinasema hivi, vile unavyotazama Nchimbi, kiti cha moto hakikaliki. Maria Sarungi, huyu ni mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi, ameweza kuchapisha habari hizo na kusema kiti cha Nchimbi kuwa makamu wa rais katika taifa letu la Tanzania hakikaliki. Tunaambiwa ya kwamba kweli vile amesema yeye mwenyewe mwanaharakati Maria Sarungi, anasema ya kwamba kwema kweli hakuna aliye salama, hata miezi mitatu haijapita tokea mumeapishwa, ila tayari hutakiwi. Hapo uzuri mi nilikushauri sana tena mapema na kushauri tena haya. Chapisho hilo ni la mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi, ndiye aliweza kufichua hii siri kwamba kuna njama ambayo imeamuliwa, mikakati imewekwa kuhakikisha ya kwamba Emmanuel Nchimbi anang'olewa kutoka kwa wadhifa ambao anashikilia sasa hivi. Tumekuwa tukisikia kwamba kuna vita kati ya rais wa sasa Samia, uh, Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi ambaye ni mkatholiki na Samia ni muislamu. Kulikuwa na siri kubwa, kuna vita vya kidini tena kulikuwa na fununu kwamba Samia Suluhu Hassan alisikia kwamba Emmanuel Nchimbi anataka kuwania kiti cha urais mwaka wa elfu mbili na thelathini. Hizi ni vita za kisiasa. Sasa Samia anataka kutafuta njia ya kuzima ndoto ya kuzima nyota ya Emmanuel Nchimbi kwa kumung'oa kutoka wadhifa ambao anashikilia sasa hivi. Na vile tumepata taarifa za ndani zinatueleza wazi kwamba yule ambaye amependekezwa kuchukua nafasi ya makamu wa rais sio mwingine ila tu ni Mohamed Mchengerwa. Kuna wale ambao hawamjui Mohamed Mchengerwa ni nani. Huyu ni mkewe mkwewe rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, yaani Samia Suluhu Hassan yani, Sulu yuko na msichana ambaye anaitwa Wanu Amir, ambaye sasa hivi ni waziri msaidizi katika taifa la Tanzania. Sasa yule bwanake amemwoa Wanu, mtoto wa Samia. Anaitwa Mohamed Mchengerwa, ambaye ni waziri wa afya. Sasa hivi ndiye amependekezwa kuchukua wadhifa wa kuwa makamu wa rais katika taifa la Tanzania. Kuna kile ambacho tunashindwa katika taifa hili letu la Tanzania, kwani inadaiwa tunaongozwa kama familia, tunaongozwa Serikali imekuwa ya familia. Ona sasa hivi, Wanu Amir ni mtoto wa Samia yu katika baraza la mawaziri. Bwanake ambaye anaitwa Mohamed Mchengerwa ni waziri katika wizara ya afya, na sasa hivi amependekezwa kuchukua wadhifa wa kuwa makamu wa rais. Sasa inawezekanaje mama ndiye rais na mkwewe ndiye makamu wa rais. Vile imependekezwa ni kuonyesha kwamba uongozi wa Tanzania ni wa familia moja, na vile kunaonekana sasa hivi hali si hali. Lakini hatua hii ikichukuliwa, huenda siasa za Tanzania zitachukua mkondo mwingine. Tuliona Samia Suluhu Hassan akiomba msamaha mabalozi wa mataifa mbalimbali mbali, wakati alikuwa na mkutano Dodoma, akaomba msamaha kwa kuzima kwa intaneti ama mtandao tarehe 29 Oktoba mwaka jana, wakati kulikuwa na uchaguzi nchini Tanzania. Samia Suluhu Hassan, yaani, yeye hawezi kuomba msamaha wa Tanzania wale ambao walipoteza maisha, familia zile ambazo ziliweza kupoteza jamaa zao wale waliweza kujeruhiwa wakiwa katika mahospitali mbalimbali hajaomba msamaha, na hao ndio anaongoza pasipo kuwa na hao wa Tanzania, hangekuwa rais. Kumaanisha kuna madharau ya uongozi ambayo yameonekana katika taifa letu la Tanzania, na sasa hivi kuna ushahidi wa kutosha ambao umewasilishwa katika mahakama ya jinai ICC. Haya yote huenda yataorodheshwa miongoni mwa yale ambayo ni maovu yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania, taifa ambalo ni muungano wa jamhuri unaongozwa na familia moja, kama jia moja ya kujikinga kiuongozi, ili mradi kufaulisha shughuli za familia, wala sio kufaulisha shughuli za sisi wa Tanzania. Kituo hiki ni cha kutoa siri, pindi tutakapopata taarifa zingine tutazileta hewani kuhakikisha kwamba Watanzania wenzetu wamezijua zote hizi siri vile tunazipokea kila wakati wa. Kwa hivyo kuna vita kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan, anataka amfukuze ili nafasi hiyo ikaweze kuchukuliwa na mtoto wake ama mkwewe, ambaye ni Mohamed Mchengerwa, ambaye ni waziri wa afya, ambaye ameoa mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Wanu Amir. Sijui ni kipi ambacho kitaenda kufanyika katika taifa letu la Tanzania ikiwa wa Tanzania tutakubali kuongozwa na familia moja ama tutazidi kukataa. Kabla nitabatishe naomba, ikiwa umetutembelea na kutazama kwa mara ya kwanza na ukiangalia hauja subscribe, na kuomba tu ichukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, na usisahau kubonyeza alama ya laika. Asanteni sana, tukutane baadaye.